Kuna, kuna jamaa mmoja alitudhulumu pesa yetu. tuli tulifanya kazi na yeye, baada ya kufanya kazi na yeye ilikuwa malipo yetu sisi ni kama, kama laki sita lakini yeye kulingana na tamaa ya ile hela aliyoipata tulikuwa mimi na jamaa wangu wawili, akatugawia shilingi elfu thelathini katika laki sita Malipo ya jumla alikuwa anapata milioni, makubaliano yetu yeye anachukua laki nne sisi laki tatu laki tatu kazi imeisha, huyo jamaa sisi anakuja anatugawia sisi elfu thelathini watu wawili. Mimi kwa asira yangu niliona nisipate shida naye, huyo langu ataitoa. Nikampigia jamaa wangu mmoja anaitwa Hamisi, jamaa huyo yuko miono huko Hamisi. Nikampigia nikamwambia bwana, nina shida ya koboko wawili, akase wale koboko, akaniuzia 45, 45, yani maana yake wawili kwa 90. Nikawachukua wote wawili wale, akaasha pikipiki akaniletea alivonetea wale koboko. Mimi nilichokifanya nikatoa tu yale meno nimekwambia nyoka ukimtoa meno hawezi kung'ata wala hafanyi chochote, na hana madhara ya aina yoyote, ila isipokuwa kulingana na ushapu wake na uhatari wake, ndo anaweza akakutisha wewe bwana. Imefika saa tatu usiku, mimi na nyoka wangu nimewatia kwenye kikoba, tunaenda nyumbani kwa jamaa. Tumefika tukamgongea mlango, tulipomgongea mlango akatufungulia tukaingia mpaka ndani. Akasema yeye, mnasemaje? Nikamwambia ndugu yetu, hiyo hela yetu vipi? Mbona hela yetu haijaenea Jamaa kapaniki akajifanya kama anatuweza, oh, mmekuja nyumbani kwangu, msiniletee dharau, matusi anamwagika, sina hela na hamuwezi kunifanya chochote, nyi kama mnaweza kunifanya na mnifanye. Jamaa mwenyewe alikuwa kapanga chumba kimoja, na iko chumba kimoja, na unajua sisi wanaume chumba kimoja kinakuwa kama store, yaani vitu vimerundikana rundikana, viko sehemu moja. Nikamuuliza shee, unasemaje? Hey, sina hela na hamuwezi kunifanya kitu chochote. Sasa pale ndo asira zikazidi na mimi nikapani, yule jamaa wangu nimemwambia Kabla sijawatoa kwanza, nikamwambia jamaa wangu, naomba toka nje afu funga mlango. Jamaa akatoka nje akafunga mlango. Sasa yule akajua labda tunataka tupigane, anaenda katupigane kasimama. He, sasa so, so, so, hey, kwa hiyo unasemaje? Nikaingiza mkono kwenye begi, nikatoa zile bomba mbili zile za kimamba, nikazitoa zile alafu nikazimwaga, nikaziachia. Nilivyoziachia zile bomba zimesimama za kimamba, na kichaa wewe sasa. Hapo ndo ana sumu, ana kichaa yenyoka, anasimama hivi nusu ya mwili, yaani kila sehemu anataka kushambulia. Ah, jamaa alikuwa analia kama mtoto mdogo. Amelia kama mtoto mdogo anaomba msamaha. Naomba unisamehe. Ila ziko hapo kwenye droo nikasema yeye zilipokopa. Ila ziko hapo kwenye droo. Kajibana kwenye kona ya kitanda kajifunika na shuka analia, zile za kimamba zina haha zinatafuta pa kutokea mwe ndani. Ingia kwenye droo kufungua. Tukakuta kuna laki nane tukabeba ile laki nane yote. Tia kwenye kubegi pale. Kamata nyoka wangu kama samaki vile, kwa sababu si anajua ana sumu na ngati. Beba manyoka yangu tia kwenye kibegi mie, funga vizuri, toka na laki nane yangu mie mbili. Kwa hiyo nyoka sometimes wanatumika hivo, kama kitishio, kama kama silaha pia wanatumika, unaweza wakatumia pia kama ulinzi. Hizo ni baadhi ya miongoni mwa faida faida za nyoka, ila pia kuna kitu watu ambao sijawahi kuwaambia. Kuna kuna, kuna, kuna huyu nyoka anaitwa blind snake. Huyu blind, blind snake ni nyoka ambaye Always wao wakizaliwa wanazaliwa wanawake. Hawana dadume hao. Always wakizaliwa wanazaliwa wanawake. Hawa blind blind snake jina lingine wenzetu wataalamu wanaita sausage snake kwa sababu huyo bwana ana kichwa mbele na ana kichwa nyuma. Ina maana ana uwezo mbele, hatari, wa kwenda mbele akiisi hatari wao waone wana sense. Akiisi hatari mawasiliano yanakuja nyuma, nyuma kunageuka kunaanza kurudi kulikotoka. Kwa hiyo kichwa mbele na nyuma ndio maana wanaita sausage snake. Na hawa nyoka huwa always wanazaliwa wao wanawake tu, na ikishafika wakati amekomaa amekuwa mkubwa, mayai yanajiproduce tumboni muda wa kufika, yakishajiproduce anayataga, akishataga na akishayataga akishajiangua, kila mmoja na njia yake, na wote wanazaliwa wanawake, hivyo hivyo. Hawa nyoka wenyewe tunasema wako smooth sana, yani unaweza ukasema kama nyungu nyungunyungu. Wanapatikana kwenye maeneo ambayo yana yanaunyevunyevu unyevu. Hawa nyoka ndo wanapatikana sana hawa blind, blind snake. Rangi yao ni ya, ya, ya brown, rangi yao ni ya brown, na ndo nyoka ambao common sana kwenye mazingira ya watu, hasa uswahilini na mitaani, hawa ndo wanapatikana sana. Kwa hizi stori nzuri na za kuvutia, usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu YouTube Pro MoDaddy, na dondosha comment nyingi na like za kutosha. Kila siku mwendelezo stori za kuvutia na kali. Naitwa Nesto Hassani, chao.